Mabingwa mara 19 wa kombe la Serie A AC Milan walitoka nyuma na kuandikisha ushindi wa magoli matatu kwa moja dhidi ya Como FC ndani ya uga wa Giuseppe Sinigaglia. Mabao ya AC Milan yakitiwa kimya na mchezaji Andrin Rabiot pamoja na Christopher Nkunku, huku Mark Oliver akiifungia Como bao la pekee katika dakika ya kumi Bingwa mtetezi wa kombe la Copa del Rey Barcelona amefuzu kuingia robo fainali ya kuwania kombe hilo baada ya kumlaza Racing Santander wa daraja la pili magoli mawili kwa sifuri ugani El Sadinero, mbele ya mashabiki alfu ishirini na mbili mabao ya Barcelona yakifungwa na mshambuliaji Ferran Torres na muhispanyola Lamine Yamal. Kwingineko, mshambuliaji wa klabu ya Tottenham Hotspur Richarlison atakuwa nje kwa kipindi cha wiki saba baada ya kupata jeraha la hamstring kwenye mechi ya FA dhidi ya Aston Villa wikendi iliyopita. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 28 na anashikilia rekodi ya kuwa mfungaji bora wa Spurs akiwa na magoli saba kwa mechi 21 za ligi kuu ya soka Uingereza. Spurs ambao wamekamilisha usajili wa Mwingereza Kono Gallagher mwenye umri wa miaka 25 kutoka Atletico Madrid ya Uhispania kwa kima cha pauni milioni 35 sawia na shilingi bilioni 6 watamenyana na West Ham United Jumamosi hii saa 12 jioni. Mwisho wa makala leo.